Habari yako? Napiga simu kutoka yasi. Unaongea unge, una na nani unaongea? Na Mgaza eh, viatu kutoka Kisimbue. Habari uh, yako? Mgaza karibu kukuhudumia. Mi nilikupo na vocha yangu ya mia tano katika mambo mambo yangu ya kubeba zege, eh, maji yamemwagika, vocha imeingia maji eh, na imekwanguka yote, haina namba hata moja. Uh, pole sana Mgaza. Uh, sasa ili hmm, kusaidia tatizo lako Mm. itabidi tu tutajie namba nne za kwanza uh -huh. na nne za mwisho ili hiyo vocha yako ku, ku tuweze kuzitaja vipi wakati nisha kwambia namba zote zimefika sasa kama hamna hizo namba nne sisi hatuwezi kukuhudumia sasa kunihudumia vipi Eh, wakati unajua mimi vocha imeshahariiia nahiikuhudakwao kama unaweza kuhudumia Tafadali, naomba ufike mako makuu kwetu hapa. Sasa nafikaje Moroko wakati nakwambia mi niko Kisemvule? Nitoke kisemvule shilingi elfu moja, hiyo ni shilingi kufanya safari. Sasa hizo namba nitazianzaje kuzitaja? Nishakwambia hizo namba zimefika, tatizo tatizo, aizo ikakosa kwenye tatizo, si ndio? Mnaleta tatizo, mimi nilisha kwambia kwamba simu yangu hapa vocha nimeshaiharibu, nao wananiambia mimi, mna matatizo kibao. Matatizo yangu huwezi kuyamaliza, na ndio maana kuna, kuna mtu namdai hapo hapo, nataka nimpigie vocha yeye hapo. Nimepata msiba, nataka nitoe taarifa, labda ikamwisha na kwambia kuhusu maswala ya vocha yameharibika. Unaniambia mimi ndio makao makuu, alenye cha kwa ngumu wewe, mia tano pia ane wewe unanitajia tu hizo namba tu wewe, inaje mpaka nitoe makao makuu nitume sungu tatu nzima.